Rais William Ruto amewapuuza viongozi wa, kwa wa upinzani kwa kuwapotosha wananchi kutoka eneo la Ukambani kukaa upinzani kwa muda mrefu. Rais akisema kuwa viongozi hawa wanaeneza siasa za ukabila na chuki na kukosa ajenda ya kuwafaidi wananchi. Aidha, amedokezea kwamba hataruhusu wakazi wa Ukambani kuendelea kukaa upinzani. Katika ziara yake ya siku ya nne ya maendeleo leo hii, rais William Ruto amefanya kikao na viongozi na wakazi wa Ukambani katika ikulu ndogo ya Kitui. Rais William Ruto akisema kuwa ziara yake eneo hili lilikuwa la kuzungumza na jamii ya Wakamba ambayo imekawia upinzani kwa muda mrefu, na yeye kama rais hata kubali jambo hili kuendelea. Mimi nimewaambia, nimekuja hii Ukambani deliberate kwa sababu Watu wa Ukambani ni watu wazuri sana. I am being honest. Kama kuna watu watatangulia mbinguni bila wengine ni watu wa Ukambani. Because you are good people. Lakini ndio mimi ninasema siwezi kukubali tena. Watu wazuri wa Ukambani waendelee kuchezewa karata ya pata potea ya upinzani. Hapana, no no, no, no. Hapana, sijui kama tunaelewana, please. Na mimi saa zingine najilaumu kwamba ningekuwa nimepanga mkutano huu mapema, pengine hatungekuwa tunaongea vile tunaongea, si ndio? Yes, na ndio nimekuja hapa na msidanganywe ati oi oh, itatokea itat... hakuna kitu itatokea. Rais akiwapuuza viongozi wa upinzani kwa kuendeleza siasa za ukabila na chuki, akisema kuwa taifa hili linahitaji ushirikiano ili kufanikisha maendeleo na pia kupandisha hadhi yake hadi kiwango cha juu. Wewe unaendesha tu ukabila kutoka asubuhi mpaka jioni. Oh, hawa hawana siasa, wale wako na siasa mingi, wale wako na siasa kidogo. Unatuletea ukabila, unatuletea chuki, unatuletea mambo ya kugawanya Wakenya. That is not what we want Kenya wants unity tuungane tushirikiane tufanye kazi kwa pamoja hii Kenya tunaweza kubadilisha na nguvu zetu Mungu akitujalia rasilimali tuko naye and that is why I say this country we have what it takes we have the ideas we have the vision we have the capacity and we have the resources to move Kenya from a third world country to a first world country. Na ndio mimi nimekuja kuwauliza watu wa Ukambani, mkubali tubadilishe nchi yetu na tubadilishe Ukambani. Ameweka bayana kwamba viongozi wa upinzani wakitembea Ukambani, ajenda yao ni kusema hata hudumu kwa muhula mmoja, wakikosa sera na ajenda kuwanufaisha wananchi. These other people, sio makosa yao, ni vile tu hawana mpango. Yes, na hawana sera yoyote na hata mkiwasikiza Si watatembea hapa Ukambani, watakuja waseme mambo tatu. Watakuja waseme one time, kasongo na must go. Sasa nyinyi munieleze, hata kwa miujiza hata kwa kamote, kasongo one time, na must go itabadilisha Kenya namna gani? Honestly, mtu ajenda hana mpango hana, sera hana, ajenda hana, itatokaje third world iende first world. Tukuzikize, wachana na kasongo, sijui mazgo, sijui nini.